Habari za muda huu, wasikilizaji wapendwa, leo tumekuja na platform moja hivi. Nataka kukuonesheni jinsi gani ya unawekeza hii platform, yani sawasawa na uwekezaji wa online. Hii ni wallet moja ambayo inafanya vizuri toka miaka ya nyuma sana, toka miaka takriban mitano minne mpaka mi, min, mitano, yani mpaka sasa hivi hii wallet bado iko iko vizuri, bado iko vizuri watu wanatumia, wanaendelea kutumia. Na hii ukitaka kujenga mwenyewe passive income yako, kama una dola elfu elfu mbili unataka kuweka yaani, unataka kuweka bila stress, unaweka na utapata mapato yako kwa siku nzuri, bila ta ku bila ta kutumia nguvu nyingi. Sasa leo nitakuonesheni hiyo wallet kwa ufupi tu, nitakuonesheni hiyo wallet ilivyo na muonekano wake wa ndani, lakini maelezo zaidi itabidi mu texti mu, mu WhatsApp au Telegram au au mtacha comment. Sasa vipi utaipata hiyo wallet yetu? Utaipata kwa kupitia Google au Play Store sana kwa urahisi zaidi, tutapita Play Store, utaingia Play Store, shakuingia Play Store utasachi neno Encryptos wallet, Encryptos wallet, tayari yapo imekuja hasa. Uh, hii kama huja downloadi basi uta download, lakini kama mimi hapa inaonyesha kama tayari nisha downloadi madhali kamanisha download itabidi nitai open. Kama bado uta download, nikisha kuopeni itafungua kama hivi. Haya, baada ya kuopeni, itakuja muundo wapo kama. Huja sign up itabidi cha ita mwanzo sign up, na jinsi ya ku sign up ni easy kabisa, yani kama ukikwama itabidi unitext unaambia nimekwama kwenye sign up, lakini ni mara moja tu mwenye. Kama umepita form 4, form 2 unaweza kujaza username, jina la nini umaarufu, password, invited you alikualika alikupa habari juu ya hii application. Uh, una next step kama hivyo, hamna kipya, uwe na email tu cha muhimu hasa. So kama sisi tusha uh, tunayo account kitambo tofauti tofauti itabidi tuna login tu basi, ili kwa kupunguza wakati uh, hapa nitajaza <coughs> nitatia na password zangu. Nikishatia nikishatia na password uh, niziyapo nita sign in. Nikisha kusign in, moja kwa moja itaniingiza katika wallet yangu. Wallet ni mwondo wake uko kama hivi tayari hapa ha? lakini hapa chini utaona kuna home wallet product buy support. Home ndo kwenye dashboard yetu, wallet ndo kwenye wallet yako kipochi chako. Kuna buy, buy hapa ndo utanunua dola. Mfano kama unataka kununua kupitia visa card, kupitia kadi ya benki, yani visa equity au ma ma ma Mastercard card utanunua kupitia hapo dola au utapitia wakala kupitia P2P Binance, utaleta humu moja kwa moja hapa. Tutaona kuna i imeandikwa Inkpool ambalo ni hili hapa tayari hapo ha? Inkpool tutali click. Haya, tukisha ku click tutaletwa tu hapo, ndo ambayo ndo, ndo product hapa ndo kwenye ndo kwenye nini yetu, information yetu. Haya, sasa leo ndo tunaelezana tu asilimia anazotoa, na, na kuona hii hi project inakulipa vipi. Haya, kuna 12 months locked na kuna 6 months locked na kuna free locked uh, 12 months locked, 6 months locked, nini ni maana yake, alafu akika 0.27 daily kwa maana hiyo lock ni ni kitendo ambacho cha kuweka capital yako alafu unailoke unaifunga. Sasa na we umeingia ndani, ukiingia ndani, alafu ukatia lock mlango wako, ukitia lock mlango wako wewe hutoweza kutoka mpaka utoe lock. Eza siku mbili kama utakaa. Lakini hutotoka mpaka ufungue loke, toke loke ndo utoke. Na hapa vile vile capital itakaa, ikisha kukaa haitoweza kutoka mpaka itoke loke. Ndo mkataba ndo mwezi kumi na mbili, yani miezi kumi na mbili, miezi kumi na mbili ndo loke dina ondoka, lakini profiti yako unayozalisha hiyo unatoa hapo ndo ambayo wanakupa asilimia 0.27 kwa siku ambayo hiyo kwa, kwa kila siku utemfano, mfano mfano unaweka dola elfu mbili dola elfu mbili utapoweka basi hapo utapata kama yani, kwa kila siku utakuwa unaingiza dola eh, ngapi? Utaingiza kama dola sita saba hivi, tayari hapo sita saba hivi utakuwa unaingiza Ukisha kuingiza hizi hapo saba yako, unatoa capital ye itabaki pale pale, capital haitoki mpaka imelokiwa mone. Hiyo ni kawaida tu kuloka, kwa sababu iko kwenye biashara. Mwone, wewe wewe, wewe, wewe unatoa profit tu pa, pa, unaweka pembeni, unaacha profit ukitaka, unatoa profit kwa mwezi ukitaka, unaacha mwaka mzima mone mpaka lo, lo, lo, loki yangu itopo nini itopoisha na, na profiti yako utaendelea na mwaka mwingine, utaeka mkataba. Yani ni hivyo tu, ni kawaida na ni salama. Ndo, ndo system za benki, ndo ziko hivyo. Hapa six months, unaloki kwa miezi sita. Kama umeka dola elfu au elfu mbili ndani ya miezi sita itaji unlock. Na profiti yake itabidi pungue iwe 0.09 kwa nini pungue? Kwa sababu benki system za benki zinavyotaka kila utupuwekeza muda mrefu ndo kiwango cha riwadi kinakuwa kikubwa au riba inakuwa kubwa, wenyewe wanasema mone, lakini system za homu mone riwadi ya namndo vile vile. Lakini ukiweka nini kidogo, basi faida yake inakuwa ndogo, kwa sababu hata kiakili tu nakuja, bwana, mimi kama naweka pesa yangu kama, lakini miaka miwili, miaka miwili unanipa uhuru wa kufanya biashara mone naitaka, lakini unaambia leo lea kesho faida faidaao, hapo itakuwa shida. Hata kama ntafanya biashara basi itakuwa faida fe, yako itabidi iwe ndogo ili kwa kulinda. Ndio maana ukakuta hii free locked, hii kwa kila siku unaingiza hivi, yani unaloki kila siku, siku moja mimi naloki siku moja tu pa jioni au masaa ishirini na nne ina unlock unatoa mtaji wako, wako, 2, na unatoa faida yako, ndio nakupa 0.075 tofauti tano, tofauti na hizo huku za nyuma, si tumeelewana? Hasa ni kama hivyo. Hata ukienda ko NMB NMB, utapotaka kuweka pesa, lakini ukiweka pesa NMB, ukuwambia bwana, mimi nataka niweke pesa niweke uwekezaji katika akiba plus, kuna akiba plus. Akiba plus ni account ya NMB ambayo unaeka pesa zako na nakulipa kama, kama ilivyo, na wao wanaloki miaka miwili. Baada ya kuloki miaka miwili, alafu wao wanakupa asilimia tisa kwa mwaka. Sasa hii huo ni raha yake, inakupa asilimia mia kwa mwaka, kwa sababu 0.27 ukizidisha mara 30 utapata kama nane saba humo nane saba ukizidisha mara mia tatu sitini kwa mwezi kumi na mbili utapata kama asilimia mia. Unaipata sijumelewa, hasa kama umeweka dola elfu ya huku umetia huku na dola elfu ukiweka NMB au dola elfu umeweka labda katika Mpesa, ambayo kule kuna emwekeza ambayo emwekeza wanakupa asilimia kumi na mbili kwa mwaka. Sasa na asilimia moja kwa mwezi ni pesa ambayo bado hata yani ule mtaji wako utakuwa umepata kama umeka elfu utakuwa umepata dola ishirini humu ishirini kwa mwaka mzima ni sasa, na elfu hamsini. Lakini huku mwaka unaweza kupata milioni mbili, tena una double kama dola elfu ni milioni tatu, unakuja kupata milioni sita au zaidi, yani kama hivyo. Inategemea na price kama hivyo. Sasa hivi ndio tunavyotaka tuoneshane, na hii itakusaidia wewe Benjamin, na itakuboost mtaji wako, na kama huna haraka nayo pesa itabidi utailoki mwezi kumi na mbili tayari hapo. Ukishakuloki utatoa profit kwa kila mwezi ukitaka mwenyewe au utaacha naya na vilevile vile. Kwa maelezo zaidi, jinsa deposit, jinsa ni, ni kwa sababu hapa tunaonyesha jinsi ya deposit jinsi ya withdraw, ni zote tunatoa kwa pesa mpesa, njia ya benki, njia ya kadi unavyopenda. Sasa wewe ni angalia namba hizo, ncheki WhatsApp ni kufahamisha jinsi ya kudipositi ya kuz. Na kuna projekti nyingine ambazo nzuri mone ambazo nzuri sana n ambazo pindipo utazitake action, basi utapata profiti nzuri tu nzuri sana, yaani nzuri na zimechua utapata profiti nzuri nzuri nzuri kubwa sana, na mikataba yake inaanza miaka miwili mitatu, una ambayo profit good, kwa sababu huko project nyingine wanatoa mpaka loan hii. Baada ya mbele, watakuja kutoa loan mikopo, kama benki wanatoa loan mikopo, lakini hapa hawaja update bado, lakini baada ya mbele, watatoa mikopo. Kuna project nyingine tayari wanatoa mikopo, unapata mkopo, mkopo wako, mkopo mkubwa tu, una lock unapata nini? Unapata rewadi zako. Na asikwambie mtu investment yote, ili iwe investment asilimia, angalia asilimia hii hi, hi ndio asilimia ya biashara. Kwa sababu gani? Kwa sababu biashara hizi zote mara nyingi zinaingizwa katika katika soko. Mfano mimi na, yani hapa kama una dola ya elfu ukisha kuweka hapa Ma, malipo yake yanatokana kupitia transaction za watu wanaonunua koini, hasa transaction, yaani ndio riwadi wanakupeninyie kwa kila mtu aliweka pesa yake kwa asilimia ya zero point two seven umeona. Na hata benki pia hivyo hivyo, kama wakala, kama wewe wakala pia, basi utapata mfumo huo wa malipo. Unaweka pesa zako, unatia milioni yako tano, pesa yako inarudi kisha kurudi na faida yako ya transaction, unapata kila transaction. Yani kila wanapokuja wateja wingi kufanya transaction na wao, ndio ndipo utapata pesa nyingi. Na vile vile mtaji wako pia utapokuwa mkubwa pia utapata pesa nyingi. Kwa maelezo zaidi, utanicheki WhatsApp ili kupata material zaidi, jinsi ya kuweka, jinsi ya kudeposit na kuupa project ambazo nzuri mwone zaidi ya huyu, huyu ni beijina tu mwone. Ah. Shukran sana.